Majani ya maboga, wengi wetu tunafahamu majani haya na hutumika kama mboga, lakini leo nahitaji ni kuelezee tiba inayotokana na majani ya maboga ambayo hutumiwa kama mboga, lakini leo nitakuelezea tiba mbalimbali inayotokana mbali na majani haya ya maboga. Usikae mbali na mimi. Ka, karibu ili uweze kufahamu zaidi faida gani ya majani ya maboga kwa sababu kila sehemu majani haya yapo. Kama haujapanda barazani kwako, basi kuna mtu amepanda nyuma eh, ya nyumba yake, basi unaweza unayafahamu zaidi. Majani ya maboga yanatibu matatizo mengi sana. Sasa ukinifuatilia okay vizuri utaweza kufahamu faida hizi zinazoweza kutibiwa na majani ya maboga. Kama haujanifollow ni follow, nitakufollow back, like, comment, share Acha swali lako katika comment section, nitakupatia majibu yaliyoko mazuri zaidi. Kama una matatizo ya figo eh, figo zako zinakuwa na mau, yani kidney stone ama figo zako hazichuji sumu vizuri, basi majani mboga ina uwezo kusafisha figo, figo zenye matatizo ya mawe, figo ambazo azina, haziwezi kuchuja sumu vizuri, basi una uwezo wa kutumia majani ya maboga na kuweza kusafisha figo zako vizuri kabisa. Lakini majani ya maboga eh, yanatibu prostate gland kwa wale wenye dalili ya tezi dume eh, basi mnaweza mkatumia majani ya maboga kwa ajili ya kuweza kuondoa zile dalili ya tezi dume kabla haijafika kwa hatua kamili ya tezi dume ama kufika eh, ile hatua ya kuweza kuziba njia ya mkojo na kuweza kupata eh, madhara mengi yani, kama kukojoa mara kwa mara nyakati za usiku, kupata maumivu ya kiuno na uti wa mgongo eh, kupata shida wakati wa kujisaidia haja ndogo, unapoenda kujisaidia haja ndogo mkojo unachelewa kutoka basi unaweza ukatumia majani ya maboga kwa ajili ya kuweza kuondoa kero hizo zote ambazo unazozipata eh, ama kuweza kuondoa dalili zile za tezi dume kama zinakuanza. Majani ya maboga yana faida kubwa sana kwa wale wenye wagonjwa wa ini, basi majani ya maboga eh, yanatibu na kuondoa maumivu ya mapafu inaondoa maumivu eh, ya ini. Kama una shida ya homa ya ini, basi unaweza kutumia majani ya maboga kwa ajili ya kuweza kuondoa changamoto hiyo inayokusumbua mara kwa mara lakini pia majani maboga yanatibu pressure ya kupanda pamoja na ya kushuka. Kama una changamoto ya pressure ya kupanda ida ya kushuka, basi unaweza kutumia majani ya maboga kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto yako ya pressure, na inamaliza zaidi tatizo hilo. Lakini pia kwa wale wenye changamoto ya tetekuanga. Kama una shida ya tetekuwanga, yaani inamaanisha kutoka na, na vipele vipele, idha awe mtoto ama awe mtu mzima, basi tumia majani ya maboga. Majani haya ya maboga, utachokifanya kwa ajili ya kutibu tete kuanga, utayachuma ya kutosha, kisha e, uta Utaponda, ponda utaweka maji utaenda kumwogesha mgonjwa wa tete kuanga, lakini pia kwa wale wenye shida ya malenge malenge, vipele vipele, basi unaweza ukatumia. Lakini pia majani ya maboga ni tiba nzuri sana kwa wale wenye changamoto ya vidonda vya tumbo, kongosho. Kongosho yako haina uwezo e, wa kutoa insulin ya kutosha, yani sukari yako na kuwa haina uwezo wa kubalansi katika viwango vya kawaida, basi unaweza ukatumia majani ya maboga kwa ajili ya kuweza kuondoa ama kutibu changamoto hiyo. Jinsi ya kuweza kutumia Chemsha majani maboga kwa siku, tumia lita moja kuanzia asubuhi mpaka jioni, huo umemaliza lita moja Itakusaidia sana kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo ya mata, matatizo hayo yote niliyoweza kukuelezea. Tumia lita moja kwa siku tatibu changamoto ya figo, changamoto ya, ya tezi dume, changamoto ya ini na hata changamoto ya moyo pamoja na pressure na hayo matatizo mengine ni ya kongosho. Tumia lita moja kwa siku yeah, kila siku kwa muda wa siku 14 mpaka siku 21. Mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku yeah, Dr Traditional. Mimi ni ama traditional doctor. Usisahau kunifollow nitakufollow back. Namba zangu za simu jumlisha 255 6581638 38. Usisahau kusubscribe na kunifollow katika channel yetu ya YouTube eh, kama traditional doctor. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana.